Kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki Baba Mtakatifu Papa Leo ameziomba mamlaka za Irani na Israeli kutumia busara baada ya mashambulizi ya anga kati ya nchi hizo mbili kuua watu kadhaa na kuwalazimisha raia kukimbilia makazi salama, huku akitoa wito wa mataifa hayo kufuata njia ya mazungumzo. Leo katika moja ya wito wake wenye nguvu zaidi wa kusisitiza amani tangu achaguliwe kuwa papa wiki tano zilizopita, aliwaambia waumini katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwamba anafuatilia hali hiyo kwa wasiwasi mkubwa. Katika wakati huu muhimu, ninatamani sana kuleta tena wito wa kuwepo kwa uwajibikaji na busara, alisema papa, na kuongeza kuwa ahadi ya kujenga dunia salama zaidi, isiyo na tishio la silaha za nyuklia, lazima ishughulikiwe kupitia njia za heshima na mazungumzo ya dhati, ili kujenga amani ya kudumu kwa haki, kirafiki na maslahi ya pamoja. Alisema hakuna mtu aliyepashwa kutishia uwepo wa mwingine Aliongeza kusema Papa Leo na kuongeza kuwa ni jukumu la kila nchi kuunga mkono suala la amani kuanzisha njia za maridhiano na kuhimiza suluhisho linalohakikisha usalama na heshima kwa wote. Israeli ilifanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran mapema siku ya Ijumaa, ikilenga makamanda, maeneo ya kijeshi na maeneo ya silaha za nyuklia katika kile ilichokiita shambulio la kujikinga ili kuizuia Irani kuendeleza mpango wake wa